Hapa ahapa, sawa, elfu arobaini, lakini nigie simu nifunge kwenye box. box. Hapana sina na. Ah, hiyo simu mpya lazima upate headphone upate chaji upate so warranty pamoja na receipt kwa ajili ya juya. Ah, msikilize nikwambie hata uko unapoenda watajuaje? Atakao umenunua kitu kipya kama kipo kwenye box. Ah, ndio sina sina shida shida shida na na na chochote bro, msikilize bwana, mimi hapa mwaka wangu wa 15 na shughuli hizo shughuliza, ushanelewa vizuri. Alafu wateja wangu wote mimi wananiti, kwa nini wao ndio hivi? Sitaki sitaki, nataka box box box box. Sina sina shida shida shida shida na box A, na na box na na na wewe, wewe shemeji, lete hiyo tulia. Ah, mimi nitaka nifungia kwenye, lazima nifunge sasa, sitaki sasa. Kitu kipya lazima kifungwe kwenye box mimi sina shida na box. Unatengua sheria yangu mimi, utatengua sheria yangu? na mimi sitaki sheria yako, na mimi pia nina sheria yangu. Sasa hiyo sio ombi, hiyo ni lazima. Wewe simu ionekane mke, ni lazima. Watu watajuaje umenenua kitu? nimekwambia hivi hicho kitu. Oya, oya, oya, oya, oya! Mbona bro, bro, oya!